Maandalizi kwa ujumla kuelekea mchezo wa kesho. Okay. Asalamu alaykum. Uh, tuko uh, siku ya mwisho leo kwenye maandalizi. I think tulikuwa na siku tatu mpaka nne za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea. So obviously, group la wachezaji wote ambao niko nao <coughs> wako, wako kwenye hali nzuri, uh, baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye, kwenye, kwenye mechi kwa maana ya Chalamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu waisha wa Mbeya City, uh, mtu kama Katanga Maka au ni watu ambao na, wako na injuries mm-hmm, ambao wana rudi taratibu na, taratibu, na kulikava, lakini obviously group lingine la watu wote uh, wako kwenye preparation ni, <coughs> nzuri na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo um, watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi, tunaomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo ili tuweze uh, kumaliza maandalizi, ma, ma, maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo.

Asante. Okay, uh, kwanza kitu cha kwanza tuna respect Simba kwa uh, sasa Tanzania nafikiri uh, kwa misimu karibu sita mpaka saba ni good team Afrika na kwetu uh, wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season wana new coach now. Uh, nafikiri kuna new approach, eh, <coughs> new approach plan ambao kuona wana, wana work out now. Tumejaribu kuna, kuna mechi mbili ambazo wamecheza za kimataifa so uh, homework kwetu na kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo uh, Simba ilivyo kwa sasa sivyo vile ambavyo ipo. Kuna some players ambao walikuwa kwenye last season na kuna wachezaji ambao wapya wameingia kwenye this season na wana mwalimu mpya ambao uh, uh, I think ana ana, mm, philosophy yake jinsi gani ambavyo in possession and out of possession, anaweza kuitengeneza <coughs> timu yake. So tunaangalizo kubwa na tunajua tunakutana na timu nzuri na bora ni good opportunity kwetu na kwa vijana kutana na timu ya aina hiyo. So we need kuwa sold, we need kuwa compact na organization, kwa maana ya one minute baba dakika ya mwisho.

Yeah, uh, I think kwenye kila moment ya football uh, kwenye kila mechi kunakuwa kuna problem. Problem ya kuruhusu goli is not about the defenders peke yao. Uh, team ina defending general team. Uh, kama mistake imetokea it means inaweza kuwa imetokea kwenye block moja kwenda kwenye block nyingine. So, kama mwalimu na staff uh, ni kujaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwafanya bora hizo block, tunaweza kufanya bora individual, uh, kama ni kwa individual na collective. So tunaona kila mechi uh, jinsi ambavyo inatokea ina kwenye hizo moment, lakini mimi ninachoamini uh, kama tunaweza tukashindwa, uh, tuka kuwa comfortable, tukashindwa kuwa na well organized, tukashindwa kuwa na communication nzuri kwenye kama tuna, uh, so, uh, tuna, uh, uh, tuna, tuna, tuna mpira na kati hatuna mpira, tunaweza tukafanya makosa, lakini hatuwezi kuwa na 90 minutes bila kukosea kwenye football, hiyo haipo. So hata wao pia wanaweza kukosea, sisi tukatumia ile nafasi upya wa wachezaji ama jinsi gani ambavyo tuna defend. Kama mwalimu, ni homework kwetu kuona jinsi gani tunataka kuwaweka wachezaji kuwa bora kwenye kila moment, wakati hatuna mpira na wakati tuna mpira, na kuwafanya kuwa Waenjoi kwenye kile kitu chao. Kama defender basi aenjoi kuzuia, kama ni midfield pia enjoy kwasababu, ni vipindi viwili kwenye mpira e, tunao na hatuna kwao, bado ipo kwetu, ni, ni, ni kitu ambacho tunakiona tuna kikorekti. Sio kwamba tumeacha au tunakubali kila mechi turuhusu tu goli ni no. E, kazi ambayo tuna homework, every day, every day, ili kuweza kuwa e, vizuri zaidi uwanjani. Sawa, swali la tatu kwa mwalimu.

Uh, I think uh, kwanza tuna tunajenga tuna mentality kwa wachezaji, jinsi gani how can start game uh, whatever tunakutana na team gani, cha kwanza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka, tuka start game, so preparation yote ni kuwa so, uh, solid na kuwa salama wakati wote uh, lakini tunachoangalia cha msingi ni kuona jinsi gani um, ambavyo 1 minutes mpaka 45 minutes tunaweza tukaiendea game. So ndani ya hizo minutes hatuwezi kusema kwamba tutakuwa hatuwezi kukosea. No, tunaweza tukakosea, the way mpinzani anaweza akatumia lile kosa uh, jinsi ambavyo tumelikosea. So kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ambavyo wewe umesema labda tunakuwa tofauti, different games, different approach, jinsi ambavyo play style ya opponent, jinsi ambavyo wanacheza uh, Simba ni uh, tofauti na five games ambazo tumecheza, tumecheza nao kuanzia wachezaji, kuanzia jinsi ambavyo wanacheza O, tuna mpango ambao hatutasema nini ambacho tutafanya for 45 minutes na 45 minutes zingine, hiyo ni plan ya mimi staff pamoja na wachezaji. Kwenye mentality ni winning, hicho ndio ambacho tunahitaji. Tunahitaji kuwa bora uwanjani, ku respect opponent na then kuweza kupata matokeo mazuri. Isitokee okay, kwamba tumecheza vizuri alafu hatujapata matokeo. We need uh, kuwa na hiyo uh, mentality, kwanza tuweze ku win game yani tuna win game, kuheshimu opponent na kuona zao ziko wapi, lakini wana weakness wapi ambapo tunaweza tukapatumia tuka. So ni game kama unavyosema, ni game ngumu, ni game nzuri uh, kwangu mimi, mwalimu na wachezaji, kama nilivyosema, ni opportunity nzuri kucheza na timu bora yenye wachezaji bora na walimu bora. Yes, uh, <translating> <in> <translating> <translating> <translating> <translating> Yeah, I think yeah ni uh, kitu cha kwanza ni kutoa details kwa wachezaji for one minute to 90 minutes nini ambacho tunaweza tukifanya kwa timu bora kama ya Simba, na kwa hizo moment ambazo zinatokea kama ulivyosema, kinaweza kuwa ni kitu kizuri ama sio kitu kizuri, kwa maana ya paka, tuna, tuna equalize, inaweza kuwa ni kitu kizuri au sio kitu kizuri, lakini for me uh, I'm appreciate uh, my player kwa maana wanaweza kufight mpaka dakika ya mwisho, that is good uh, kwenye maisha uh, ukata tamani kitu kibaya sana so, plani ya nini ambacho tunafanya hichi ambacho kimetokea. I think um, tume approach na tumeona jinsi gani ambavyo tunahitaji kuwa high concentration kwenye one minutes paka dakika ya mwisho uh, uh, I believe kwamba tutakuwa tuta na wakati mzuri tomorrow. sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, mpaka mazoezi ya mwisho leo. Kwa jumla sote tuko salama, sote tuko salama. tunamuomba Mwenyezi Mungu endelee kutulinda tulale salama tuamke salama, ili tukaukabili huo mchezo. Sawa. Maswali matatu kwa mchezaji, kama hakuna tumruhusu, ili tuweze kufunga uta tuambie shauku yako, unaenda kututana na timu ambazo chaa kupita, lakini namna gani ambazo unawataarisha vijana ambao hawana uzoefu kama mchezo mkubwa? Ukiangalia mwalimu na sta kama asema kwamba wanahitaji ya alama tatu katika mchezo huu wa kesho, sisi kama au mimi kama mchezaji mkubwa bai, labda nilikuwa mdogo nimecheza hizo mechi wakati nilikuwa mdogo, mpaka nimekuwa mkubwa nimecheza hizo mechi. Tunajaribu kuwapa hamasa wadogo zetu, kwa sababu wanahitaji kwenda juu, na kama wanahitaji kwenda juu kuonekana zaidi, ukicheza mechi kama hizi kubwa vizuri na ukafanya vizuri, basi nakuwa nafasi nzuri kwa wao kwenda juu zaidi. O, hamasa ipo kubwa kwa vijana ambao wanachukia kwenye timu yetu, na wao wenyewe pia wana hamu na wana hali ya kucheza vizuri katika mchezo huu kwa sababu ni mchezo ambao unakuja kuangaliwa na Watanzania wengi. Kwa hiyo kama unapata nafasi kama hiyo kuja kuangaliwa na watu wengi, kwamba lazima uoneshe uoneshe zaidi kipaji chako, ili mradi uweze kupata nafasi sehemu zingine. Kwa hiyo kama mimi na kina Saidi na watu wote ambao kuna kichuya wako pale, tunawapa moyo sana wadogo zetu, na tunawaambia wasiwe na wasiwasi, hii ni game kama game nyingine, wasije wakaingia hofu, labda wakaja kuona mashabiki wengi labda kuna hiki na hiki hakuna, mpira unachezwa uwanjani mmoja kwa mmoja. Kwa hiyo kwamba tumewaandaa vizuri vijana na na imani watafanya vizuri katika mchezo wa kesho. So, sawa, swali la pili Yes, kama alivyoongea mwalimu. Sisi kama sisi JKT Tanzania, wachezaji, benchi la ufundi na viongozi, lengo letu la kwanza ni kupata alama tatu kwa sababu mpira mpira unachezwa uwanjani. Ukiachana na mambo yote, ambaye atajipanga vizuri, atajiandaa vizuri na atakuwa anahitaji atapusha, atapata matokeo. Sisi kama wachezaji tumejipanga nia na mazumuni kupata alama tatu. Tumekosa alama tatu, basi tukipata alama moja kwetu alhamdulillah kwa sababu tunacheza na timu kubwa kama kama unavyojua Tanzania nzima inajua, lakini mwisho wa siku mpira unachezwa uwanjani. Kwamba sisi tunaenda kujitolea kwa hali na mali, tunaenda kuvuja jasho ili tuweze kupata alama. Haitokuwa vizuri katika uwanja wetu wa nyumbani kupoteza alama, na hicho ni kitu ambacho sisi tumejiwekea. Kwa hiyo itakuwa mchezo mzuri, lakini tutafanya jitihada, jitihada na mwenye jitihada atapata matokeo, siwezi kuwa mbali naye. moja, moja, mbili mbili mbili moja moja bila bila, sio matokeo mazuri kwa upande wetu, sio matokeo mazuri. Na mpira ni mchezo wa makosa, unapofanya kosa unaenda kuangalia wapi umekosea, lakini pia hapo hapo makosa na kwa tofauti tofauti, leo unaweza kufanya hivi, kesho kufanya vile, lakini sisi kama wachezaji na kama timu tumekaa tumeliangalia hilo, tumejipanga kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Kwa hiyo, yani, sidhani kama inaweza katokea hili swala tena. Kwa hiyo kama sisi wachezaji na timu kwenye hilo tayari tushafanya marekebisho ambapo tutakumbushana, na tunamwomba Mwenyezi Mungu basi watu waendelee kukumbuka ili hilo swali lisitokee. mm -hmm. ya kikubwa kwamba kwanza tuwapongeze vijana au tujipongeze sisi vijana na benchi la ufundi kwa sababu tunapoingia uwanjani tunaambizana na tunaongea mpira ni dakika 90, yani sio dakika 90, mpira mpaka ile filimbi ya mwisho kwamba mwamuzi akishapiga pia pia mpira ndio umeisha, kwa haijalishi tupo kwenye hali gani, tuna matokeo gani, kwamba sisi kama wachezaji inabidi tupambane kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho, na kizuri, iko kitu kimeingia kwa wachezaji wote ambao wapo jeshi, na ndio maana unaona kinachotokea kwamba anaoanza ana upambanaji wake, anaokuja kutoka benchi kwenda naye ana upambanaji wake. Kwa hiyo yani, ni kitu ambacho kipo kimejengeka, kila mchezaji anacho, ndio ambacho kinatusaidia sisi kuweza kusawazisha katika dakika labda za mwisho au kucheza game kwa intensity kubwa. Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho kipo katika wachezaji wetu.